Tunatarajia katika mkoa wetu wa Mwanza kumpokea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atafanya ziara maalum kabisa ya kikazi katika mkoa wetu. Ratiba yake rasmi itaanza tarehe kumi na tisa saa tano mchana ambako Mheshimiwa rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atafanya kazi ya kuzindua daraja la Kigongo Busisi almaarufu kama daraja la John Pombe Magufuli. Tarehe e, kumi na tisa saa tano mchana tuwe tayari tumesha keti katika viwanja vya chuo cha ufundi Kaluande pale wilaya ya Misungwi ambapo mkutano wa wananchi na mkutano mkubwa wa hadhara utafanyika mara baada ya rais kuzindua daraja la Kigongo Busisi, na tarehe ishirini e, mapema kabisa saa tatu asubuhi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atazindua mradi wa maji wa Butimba. Mradi huu wa maji wa Butimba una thamani ya shilingi bilioni sabini na moja utazinduliwa kuanzia majira ya saa tatu asubuhi. Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, majira ya saa sita kuelekea saa saba atakwenda kuzungumza na sungusungu sungu wa mkoa wa Mwanza, jeshi la sungusungu, jeshi la jadi, jeshi la asili ni miongoni mwa vyombo ambavyo vinatusaidia sana katika ulinzi na usalama. Kwa hiyo, sungusungu sungu watapata fursa ya kusalimiana na Mheshimiwa Rais e, kuanzia saa sita kuelekea saa saba katika uwanja wa CCM Kirumba. Kwa hiyo natoa wito pia kwa wanamwanza wote e, kwa wingi kujitokeza katika uwanja wa CCM, Kirumba tarehe ishirini. Ziara ya Mheshimiwa Rais katika mkoa wetu itakamilika au itahitimishwa tarehe ishirini na moja E, ya mwezi huu wa sita ambapo kuanzia saa tatu katika viwanja vya Red Cross Ngomeni pale Kisesa ambao ni uwanja wetu wa utamaduni wa kila mwaka, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atakwenda kuzindua tamasha la Bulabo ambalo limekwisha kuanza e, kwa wiki nzima sasa linaendelea. Kwa hiyo wananchi wote wa mkoa wa Mwanza wajitokeze kwa wingi siku ya tarehe ishirini na moja. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi kuhakikisha kwamba hakujitokezi matukio yoyote yanayoashiria kuharibu, kuvuruga ratiba na ziara ya Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.